Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu ambapo tunasalia hapa hapa Nairobi. Mjadala wa Jambo Kenya katika Radio Citizen uliowasili katika ukumbi wa kanisa la PAG katika mtaa wa Kibra, ukiwaleta pamoja wakazi wa eneo hilo kujadili mfumo wa bima ya afya ya SHA. Wakazi walipata fursa ya kuelezea changamoto wanazokumbana nazo, huku baadhi yao wakikiri kunufaika na huduma za bima hiyo. Afisa wa elimu ya umma Mugambi Osoro alijibu maswali kadhaa kutoka kwa wenyeji, akielezea juhudi zinazofanywa kuboresha huduma hizo. Kuleta mjadala karibu na mwananchi, ili mwananchi aweze kusikika na sauti yake isikike kuhusiana na masuala ya kitaifa. Working on of the system kwa hizi mahospitali zetu is based on probability. Kama itafanya weishughulikiwa, ikifanya ndio utashughulikiwa. Ningependekeza kwamba hata kutokea kwa president mwenyewe, ndiye alianzisha hii kitu yeye pia akuwe enrolled kwa sha, ili hii mambo inapokuwa inasumbua wanachiji hapa jini, ama watu wa jini, pia kwamba akienda hospitali system pia msumbue, ndio wajue kwamba hii kitu inazumbua. Bure tu kuongea haya maneno tu, kusema hivi hivi hivi, ni mazuri kwa maneno kutoka kwa wale ambao wanawakilisha hiyo sha wenyewe. Nimefurahia sana watu wa Citizen kukuja hapa Olympic Sarang'ombe, mtu tuambie maana ya isha, juu mimi nasikia tu watu wanasema sha sha sijajua hata maana yake ni nini inasaidia nini. Niko na mtoto Maseno huko, aliambiwa kabla rudi shule hakikishe amerejista ame SHA. Mi nikapeleka mtoto kurejista SHA na nilienda tu juu watu wanasema, watu wa register SHA. So changamoto yenye iko kwa ground, hata wale watu register SHA, hata madaktari, kuna wale hawaelewi SHA. So ni vizuri at least kama kungepatikana na expert wa kuweza kueleza watu kuwapatia elimu wakaweza kuielewa vizuri, kwa sababu mimi nililipia 44800 ile ada ambayo mwanachama atachangia katika SHA. Si mwanachama anasema alipe mia tatu, utafanya hiyo proxy means testing. Lakini habari njema ndio hii, hiyo chombo cha proxy means testing ni kuweza ku, uh, kutambua wale walalahoi ambao hawajiwezi, ambapo serikali kuu na serikali za kaunti kwa mujibu wa sheria sasa wamepewa jukumu kuwalipia ada. Tuko pamoja.